Niko na daraka la kuandalia jamaa yangu, na ninaichukua kwa bei sana. Kuja Amerika imeniletea fursa nyingi zaidi za kupata kazi na ninajivunia kile ninachofanya. Wakati COVID-19 ilipokuja kwa mara ya kwanza katika muji langu, niliendelea kufanya kazi ingawa nili jua ningeweza kuugua. Jamaa yangu ilinihitaji kwa chakula na jamii yangu ilinitegemea kwa chakula. Kwa sababu ya kazi yangu nilikuwa moja ya watu wa kwanza kustahili kupata chanjo, na muke wangu alipata yake wiki chache baadaye. Tulijua tulihitaji kuwa na nguvu na afya njema ili tuendelee kutunza watoto wetu. Watoto wetu wawili wanahitaji ulinzi wetu. Tunafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba waweze kukomea na kuwa na jamaa zao siku moja. Tunawapeleka shule. Tunawafundisha mila zetu. Na wakati saa yao ilienea, tuliwapatia chanjo za COVID-19. Watoto waliochanjwa wana uwezekano mdogo ya kuambukiza wengine, ambayo inasaidia maduka kama yangu ibaki wazi ili niendelee kufanya kazi. Ikiwa watoto wangu waliochanjwa wanaambukiza na COVID-19, haina kawaida kupata ugonjwa mbaya au kuhisi athari za muda mrefu. Watakuwa na maisha bora ambaye ninayofanya kazi kwa bidii. Nataka sasa watoto wangu wawe sehemu ya jamii yetu na wakati watakuwa wakubwa. Nataka wasaidie wengine kama nilivyowasaidia. Walipata chanjo zao za COVID-19 kwa sababu ilikuwa njia bora zaidi ningeweza kuwalinda. Watoto wangu ni maisha ya kesho ya jamii yangu, kwa hivyo ninapowalinda, ninalinda kila shule, kila biashara na kila jamaa kwa miaka mingi ijayo. Linda mtoto yako. Linda jamii yako. Pata chanjo.